Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wabad. Tumerudi tena katika darsa yetu ambayo kwamba nyuma kidogo tuliendelea, alafu tukasimama kwa dharura isiyoepukika, ili tuweze kunufaishana juu ya dini yetu, darsa yenye enwani ya assalatu almaqbula, sala inayokubalika mbele Allah subhanahu wataala. Ndani ya darsa hiyo tulifanikiwa kuyaeleza Najisi ni nini, unafaa kutahirisha najisi kinamna gani, hayawani hizi ambazo kwamba tunafuga manyumbani, cha kwanza mtu anafaa kufuga na hukumu ya hizi ya hayawani ni najis ama ni tahara, miongoni mwao paka, umbwa, sungura na wanyama wengine kama vindege ambao kwamba mtu anafuga pale nyumbani, hukumu ya haya wanyama ni nini na kama umbwa mtu anafaa kununua na kuuza, hukumu hiyo pia nayo tulifanikiwa kuyaeleza ndani za hizo makta ambazo kwamba tulipita. Utafauti baina ya tahara na usafi ni nini? Pia nayo tulieleza ndani ya hizo makta zilizopita. Kwa nini sisi kama Waislamu tuambiwe kutawadhi, usiswali kabla hujatawadhi? Kwani kule kutawadhi iko na umuhimu gani, ama iko na mafungamano gani kati ya kutawadha na kuswali? Na hivyo hivyo kwa nini tusiswali bila kutawadha? Na katika hali ya kutawadha, kwa nini ikawa sharia imetuambia viungo maalumu kama kuosha uso, mikono, kupangusa kichwa, kuosha miguu? Kwa nini kama ni usafi tunatafuta susioge mwili yote? Hayo pia nayo tuliyaeleza ndani za hizo eh, makta zilizopita, na hivyo hivyo ya mwisho tuligusia katika eh, makta ya kumi na moja, yani sehemu part ya kumi na moja pia nayo tulisema, namna gani ama mtu anafaa kutumia maji ambayo kwamba ameyabakisha mtu amekunywa maji, yale maji ambayo kwamba imebaki ndani ya jagi ana uwezo wa kutawadhi nayo. Ama hayawani kama ng'ombe, mbuzi yamekuja kunywa maji yale, maji ambayo kwamba yamebakishwa na hayawani kama hiyo, uko na uwezo wa kuyatawadhi nayo. Na hivyo hivyo mtu ana uwezo wa kutawadhi maji ambayo kwamba yamebakishwa na paka. Hiyo yote tulifanikiwa kuyaeleza katika hizo makta zilizopita, katika makta ya mwisho ambayo kwamba tuliweza kuiweka katika hii internet makta ya kumi na moja tulisema, insha Allah, Mwenyezi Mungu akituwafikisha tutakuja kuieleza namna gani mtu anafaa kutawadhi udhu gani, udhu aina gani ndio Mtume sallallahu alayhi wasalama alikuwa akifunza. Je, Kuanzia ulipokuwa mtu mzima, sasa ukawa unaswali unatawadhi. Je, huu udhu yako inalingana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama? Wacha tujue namna ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallama alifunza wa masahaba, ili wawe ni wenye kutawadhi jinsi ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyowafunza. Tuone namna ya kutawadhi. Rasul sallallahu alaihi wasallama anatuambia man tawadhaa nahwa wudhu'i hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakaye tawadha jinsi yeye alivotawadha, huyo mtu anasamehewa madhambi yake yote ambayo kwamba aliyafanya hapo nyuma yote, Allah subhanahu wa ta'ala humfutia kwa ufupi, kutawadha iko na umuhimu katika sharia ya dini yetu ya Kiislamu. Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, alikuwa akifunza masahaba wake ridwanullahi alaihim, wakati pale unapotaka kutawadhi, kitu ya kwanza, elekea zako kibla. Afta kuelekea kibla, hapo ndipo uweze ukaweka nia ya kutawadhi. Kile ambacho kwamba haitajiki Muislamu kuweza kuifanya al-isti'ana omba usaidizi kutoka kwa mtu mwingine akusaidie katika hali ya kutawadhi. Kusaid, kuji, kusaidika namna gani? Mfano mwingine anakumwagilia maji huko, ukao wewe ukao ni mwenye kutawadhi, hivyo haitajiki mpaka maybe pengine ukuwe na udhuru, pengine wewe umepoza pande moja, pande moja haifanyi kazi hapo, uko na haja ya kuweza kuomba mwingine hata aweze kukutawadhisha, haitokuwa na shida aina yote. Lakini maadamu wewe ni mzima, wewe jisaidie wewe mwenyewe. Lakini hatuiti utakuwa umesaidiwa kama umemwambia familia yako, mke wako, mtoto wako, umwambia kokoa niletee maji ya kutawadha, hiyo sio usaidizi utakuwa umeomba, hiyo ni minha tu. Yule mtu amekusaidia nayo amekuletea maji. Ile ambapo kwamba tunasema pale ambapo kwamba unatawadha mwingine akawa anakumwagia maji, hapo ndipo sharia ikawa imeipinga. Sasa namna ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadhi pale, akikaa baada ya kuelekea zake kibla, akaweka nia, anafaa unafaa kusema bismillah huko, ukawa unaosha viganja vyako vya mkono mara tatu, hakikisha katikati ya vidole pia nayo maji ameweza ya yakawa ni yenye kufika. Baada hapo ndio ukawa unachukua maji kupeleka kwa mdomo wako, unasukutua na hayo hayo maji kidogo, tena ukawa ni mwenye kuvuta kwa pumzi, pumzi ndani ya pua yako ukawa unaiosha hadi ndani ya pua. Hapo unasukutua kwa mdomo unatema na ya mapua unafaa kutoa na mkono wa kushoto. Yani, mkono wa kushoto unatoa ndani ya mapua, mkono wa kulia ndio ambao kamba inaweka kwa mdomo pamoja na kuvuta ndani ya pua na upande wa kushoto ikawa ni yenye kutoa. Hivyo pia nayo unafaa kuosha mdomo na pua mara tatu. After hapo, ndipo unaingia sasa udhu fardhi yake, kuosha uso yako na uso ina kuhitajika anza kuanzia mamelea ya kichwa mamelea ya nywele ya kichwa, sehemu ambayo kwamba nywele inaanzia mpaka mwisho wa kidevu na kuanzia sikio hadi sikio, hapo katikati ndio unafaa kuosha. Maybe pengine kama ma, wakina ma, wakina dada utapata kwa na hijabi yake, hijabi imefika hapo ya akao, ni mwenye kuosha hapo mbele peke yake, udhu haitokuwa ni yenye kusii, kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam anaita udhu kama hiyo aftar udhu ambao kwamba isiozaa matunda, sababu utatawadhi nayo utaswali nayo swala so, yako haitokuwa ni yenye kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ufupi, wakati pale unapoosha uso yako hakikisha kwanzia nywele penye inaanzia mpaka mwisho wa kidevu, kwanzia sikio hadi sikio, hapo katikati kote, ma, ma, maji yaweze akawa ni yenye kufikia. After hapo, unafaa kuenda kuosha mkono wako na mkono inahitajika osha mpaka kwenye hii elbo yako na vingi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwa kuwa umbati wake siku ya Kiyama watakuja ghurran muhajjalina min hiliyati wudhuihim, watakuja wakiwa wanametameta nyuso zao, mikono yao, na miguu yao, vichwa vyao kwa sababu za ile udhu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambayo kwamba anahitajika awe ni mwenye kumemeta kumetameta zaidi, arefushe udhu yake kiasi ile ambayo kama atakayeweza. Kwa ufupi wakati pale

kama hiyo ikawa ni yenye kukufinya maji hayatofika chini yake, pengine uko na saa saa. Kama hiyo ikawa ni yenye kukufinya maji hayatofika chini yake, hakikisha tingisha au vua, ili maji yaweza kafika pote osha mkono wa kushoto hivyo hivyo, na uchunge barajin hizi. Mkono ukiangalia iko venye hizi ngozi zimekunjana kunjana, hakikisha hapo pia nayo hivo hivyo. Kama uko na kucha mrefu, hakikisha maji yameweza kufika chini ya hizo kucha. Kama iko uchafu, pia nayo jaribu kutoa zile uchafu ambao kwamba yamo chini ya kucha, na mkono pia nayo utakuwa ni mwenye kufaa. Kuosha mara tatu, atakuosha mkono wako unafaa. Kupangusa kichwa, kinga maji kwa mkono wako alafu pangusa kichwa, namna ambayo kama inafaa kupanguswa kichwa. Anzia kuanzia mwanzo hapo, pitisha mkono wako mpaka kwenye kishogo, alafu rudisha hivyo hivyo. Wanaume na wanawake ndio wanaweza kufanya. Mwanamke mep pengine, ile nywele ambayo kwamba yameshuka huko chini, itakuwa ni maafuu kwake, haitokuwa ni yenye kuzingatiwa. Chenye kuzingatiwa ni hii nywele ambayo kwamba iko juu ya kichwa. Pitisha, enda chini narudisha hapo mbele, hiyo ndio ambao kwamba kichwa inahitajika hapo hapo. Kwa hiyo hiyo mkono kabla ya kukinga majingine pia nayo peleka kwa sikio, hii kidole ambao kwamba ni ya shahada weka ndani ya masikio na kidole hii gumba kidole kubwa weka juu ya masikio ukao ni mwenye kupitisha hivi na huko pia nai hii ikawa ni yenye kuangalia ku, kusafisha ndani ya masikio. Hiyo kichwa pamoja na sikio inafanywa mara moja peke yake ekeyake after kuosha eh, kichwa pamoja na sikio, utaenda miguu. Miguu inahitajika uwe ni mwenye kuosha mpaka kwenye hii macho ya miguu, na ukiwa ni mwenye kuhitajia uzuri zaidi, ama pambo zaidi siku ya Kiyama, hakikisha uwe ni mwenye kuenda mpaka kwa saka yako, uwe ni mwenye kuiosha hizi saka yako. Hapo ndipo ambapo kwamba udhu yako itakuwa ni yenye ku fanana na udhu ya Mtume sala llahual sallam. Hivyo hivyo inahitajika katika mguu, hakikisha hizi vidole vya mguu utakuwa ni mwenye kuchukua kidole yako ya kushoto kidole yako kidogo ya kushoto uwe ni mwenye kuingiza kwa kidole kidogo ya mguu ya kulia chini hapo, ukawa ni mwenye kuingiza hapo. Hivyo ndivyo ambao kamba utakuwa ni mwenye kuiendeleza. Yani, vidole vyote utaanza kuanzia hii kidole kidogo, ukawa ni mwenye kupitisha hapo katikati maji, ukawa ni mwenye kumwagia hapo, ndipo unaosha hii mguu yako yote vizuri, alafu uende kwa kulia kulia utamaliza kwa kidole kidogo kwa mkono wa kushoto. Na kidole ambacho kwamba utakayetumia ili kuingiza maji katikati ya vidole ni hii kidole kidogo ya mkono wa kushoto. Utaanza kidole kidogo, hivyo hivyo utaenda na hii kubwa, utaendelea na hivyo hivyo mpaka kidole kidogo. Hapo utakuwa ni mwenye kumaliza ile udhu yako. Baada ya kumaliza udhu yako, iko dua ambayo kwamba imepokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa baada ya kumaliza akao ni mwenye kuinua mkono wako na anainua macho yake akiwa aki anaangalia binguni, akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawabina waj'alni min al-mutatakirin. Wengine akawa ni yenye kupatikana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Hii ndio mafunzo Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunza masahaba wake ridhwanullahi alaihim, silsila kuanzia masahaba ikawa ni wenye kufunzana, kufunzana mpaka leo sisi pia, nayo tumeona ndani za vitabu, tukawa ni wenye leo kuhimizana, yule ambayo kwamba udhu yake ilikuwa hali hii, alewe atakuwa ni mwenye ku Uh, tawadha vizuri jinsi ambavyo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunza. Kama wewe udhu yako ilikuwa iko kasoro kuliko hapo, hakikisha uwe ni mwenye kujirekebisha. Hatufunzani bali ni kukumbushana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufaidishe kwa haya machache. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.